Mtazamaji wa Daily News Digital, leo serikali imetoa ufafanuzi kuhusu mzazi anayedai kubadilishiwa mtoto. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya inaarifu kuwa taarifa iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii ikimhusisha mkazi wa Daraja Mbili mkoani Arusha Neema Kilugala aliyejifungua kwa njia ya upasuaji katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Arusha Mount Meru Machi 24, mwaka huu. Neema alidai kuwa baada ya kujifungua alionyeshwa mtoto wake na muuguzi akiwa ni mzima. Hata hivyo, aligundua kuwa amebadilishiwa mtoto wake baada ya kuletewa mtoto akiwa amefungwa na vitenge ambavyo si vya kwake. Muuguzi wa hospitali hiyo alidai kuwa alichanganya vitenge vya mtoto mwingine, hivyo akaahidi kwenda kubadilisha. Pamoja na kuchukua hatua hiyo, bado kuliko na hali ya sintofahamu. Kufuatia hali hiyo, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya katibu tawala wa mkoa wa Arusha pamoja na Jeshi la Polisi limechukua hatua zifuatazo: mosi, kuchukua sampuli za wazazi waliojifungua kipindi hicho pamoja na za watoto kwa ajili ya uchunguzi, kwa maana vinasaba, yani DNA katika ofisi ya mkemia mkuu wa serikali. Pili, kumsimamisha kazi muuguzi aliyemhudumia ili kupisha uchunguzi. Baada ya uchunguzi kukamilika, taarifa rasmi zitatolewa na hatua stahiki zitachukuliwa. Taarifa hii imetolewa na mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini, Roida Andusamile. Hii ni Daily News Digital.